Karibuni nyote kwenye chaneli hii ya Life Tips ambapo, nikiwa ni, ni chaneli mpya nimefungua, kama unavyoweza kuona haina subscribers wowote, haina video yoyote ambayo imetumwa, na hata video hii ya kwanza kabisa nimekusudia kutaka kuonyesha settings za muhimu ambazo unaweza kuziseti ambazo zitasaidia ziweze kukuza chaneli yako, kama ni mpya ama imekaa kwa muda mwingi, haina subscribers wa kutosha, basi ni muhimu baadhi ya setting hizi za muhimu uzijue na uziweke, ili pia ziweze kuisaidia kama kuifungua chaneli yako, hata pia unapotuma video YouTube wenyewe wawe na uwezo wa kuzipush ama kuzisukuma hizo video zako. Sasa, jambo la kwanza kabisa katika chaneli, hakikisha vitu kama cover eh, jina una, vitu vidogo vidogo kama hivyo una viseti. Lakini leo nitaenda moja kwa moja kwenye chaneli jinsi ya kuiseti. Ingia Chrome uh, andika youtube studio.com, utaisachi hapo Chrome, Google unaandika hiyo youtube.com. YouTube studio.com. Ikifika ni hiyo ya kwanza kabisa, una login hapo e. Ukishaibonyeza hapo itafunguka itakupeleka mpaka kwenye hiyo chaneli yako kwenye dashboard ya chaneli yako ama kwenye ukurasa ule wa chaneli yako. Sasa katika huu upande wa kushoto kuna uh, zana mbalimbali hapa za kutendea kazi. Sasa utashuka kama unavyoona utashuka mpaka chini kabisa kwenye hiyo alama ya setting, kwenye alama ya setting chini kabisa upande wako wa kushoto ukishaibonyeza, uh, hiyo setting itakuletea hivi uh, uh, ivyo uh, kuna general, kuna channel. Sasa utaenda kwenye hiyo ya pili ambapo ameandika channel e, na kwenye channel, sehemu ya kwanza na basic info, taarifa za muhimu kabisa za channel yako. Moja, chagua inchi ambayo wewe huko ambayo ni Tanzania ama eneo ya sehemu yoyote ambayo huko, lakini ukishuka chini ya chaneli kuna sehemu ameandika keywords. Keywords ni maneno ya muhimu ambayo atakuwa yanatambulisha chaneli yako, maanake mtu yeyote akiwa YouTube kama anasachi jinsi ya kupika vizuri, jinsi ya eh, sijui kutengeneza nini, akiandika vile miongoni mwa chaneli ambazo zitatokea kwenye kwenye kwenye YouTube ya huyo mtu ambaye ana search ni pamoja na chaneli channel yako. Sahi, ni kitu muhimu sana YouTube search, uh, kwa sababu watu wanapoingia YouTube YouTube huwa wana search hitaji walilokuwa nalo. Kwa hiyo wanapoandika taarifa yoyote uh, kwa hiyo wewe kulingana na chaneli yako umekusudia uwe unatuma vitu gani, kwa hiyo hapa utaandika kwa kadiri ya uwezavyo. Uh, kuna limit ya maneno hapo chini, kwa hiyo andika vingi iwezekanavyo, ili kila mtu ambapo atakuwa na sachi pia, miongoni mwa chaneli ambazo zitaonekana, basi na chaneli yako hiyo miongoni mwa hizo ambazo zitaonekana. Kwa mfano mimi hapo nimeandika e, jinsi ya kuediti picha, sijui kuediti video, ubunifu e, na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Lakini pia ukishuka chini kabisa, kuna eneo ambalo a, inakuonyesha hapo kwamba chaneli yako hii umekusudia, e, kontenti zako utazozituma ziwafikia watu gani, ni kwa ajili ya watoto ama sio kwa ajili ya watoto, ama unahitaji kila unapotuma iwe inakuuliza YouTube kwamba kontenti hii ama video hizi ni kwa ajili ya watoto ama sio watoto. Kwa hiyo pia utachagua yoyote, alafu utaisevu. Ukishaisevu kwa hizo setting za haraka haraka, ambazo pia ni za muhimu utakuwa pia umesaidia kuifungua hiyo chaneli yako. Asante, karibuni kwa video nyingine.